Kuoa au kuolewa ni tamanio pengine la kila kijana, lakini si tu kwamba ni tamanio la kijana, hata wazazi na jamii pia wanafurahi kuona ya kwamba kijana binti anaweza kupata ndoa na akawa na ndoa yenye furaha, ndoa yenye kuweza kudumu, ambayo inaweza kuwa na matokeo ya muda mrefu. Mojawapo ya changamoto kubwa sana ambayo wanaweza kukutana nao vijana hao ambao wanahitaji kuingia kwenye mahusiano ya kudumu, yani mahusiano ya ndoa ni kule kuweza kumtambua mtu sahihi ambaye anaweza kujiaminisha kuingia naye kwenye hayo mahusiano ya kudumu. Sifa gani ambazo azione kwa kijana ama azione kwa binti ili aweze kuamini ya kwamba huyu ni mtu sahihi sana, nayeweza kuingia naye kwenye ndoa, pamoja na yale matamanio binafsi ambayo kijana anaweza kuwa nayo, au binti anaweza kuwa nayo, kwa sababu kila mtu ana matamanio binafsi ana vivutio binafsi, binafsi ambavyo anavihitaji na hii inaweza kutengeneza dhana moja ambayo inaitwa filtering theory eh, ule kuchagua mtu kulingana na sifa fulani ambazo pengine umejiwekea. Mwingine anaweza akawa ana vitu vyake ambavyo anavihitaji, mwingine urefu, mwingine ufupi, mwingine weusi, mwingine fedha, mwingine, kila mtu ana kitu chake ambacho anahitaji kulingana na vile vivuto ambavyo yuko navyo. Lakini sasa, pamoja na vyote hivyo binafsi ambavyo unaweza ukawa unavihitaji kuna haya mambo manne makubwa sana ambayo yanahitajika huyu mtu awe nayo, na akiyakosa haya mambo manne, hata kama vingine vyote anavyo unavyovihitaji, mtakuja kuingia kwenye mgogoro kwenye hayo mahusiano. Huko mbele ya safari mnakoenda, yanaweza yasije kuwa na matokeo mazuri kama ambavyo mmetazamia. Sifa ya kwanza, hakikisha kwamba huyo mtu anajitambua. Kama ni binti, kama ni kijana, make sure, anajitambua anajifahamu, yeye ni nani na kujitambua kwa mtu utakufahamu vipi? Ni kupitia ule uwezo wake wa kufanya yale yanayompasa bila kusukumwa, bila kushurutishwa. Yaani unaona tu namna ambavyo anaendesha maisha yake, mipango aliyonayo, mikakati aliyonayo, unaona kabisa huyu mtu kweli anajitambua. Mtu wa namna hiyo unapoingia naye kwenye ndoa unaweza kupata manufaa makubwa, kwa sababu hata kwenye ndoa atakuwa hahitaji kushurutishwa katika yale yanayompasa kama baba, kama mume, kama mke, kama mama, kwa sababu anajitambua, atakuwa anajua namna ya kuyafanya yale ambayo yanampasa. Usioe mtu ambaye akili zake bado zina utoto mwingi, hajitambui. Namba moja. Namba mbili, huyu mtu anahitajika kuwa na maadili. Akiwa ni kijana wa kiume, hakikisha ya kwamba ana maadili akiwa ni binti, hakikisha hiyo binti ana maadili. Usikubali kuingia kwenye ndoa na mtu ambaye hana maadili, unaona tu maisha yake anavyoyaendesha, maadili hakuna. Mko tu kwenye mahusiano, lakini tayari mara kadhaa mmekuwa na migogoro kwenye mahusiano haya ya uchumba kwa sababu amekuwa na mahusiano mengine, lakini ni mtu asiyeelezeka kwenye jamii, ana matukio hatarishi ya kimaadili ambayo pengine anaweza kuishusha hadhi yake, yani ni mtu ambaye hawezi kuelezeka kwa watu kwa sababu ya kukosekana kwa maadili. Namna anavyovaa, namna anaendesha maisha yake, namna anavyoongea, mipango na ustaarabu wake wa maisha, hana maadili. Mtu wa namna hiyo ni hatari sana kuingia naye kwenye ndoa, kwa sababu tabia hiyo inaweza ikaja ikaleta athari kubwa kwenye ndoa. Anaweza akaivunja ndoa, akasaliti kwenye ndoa, anaweza akafanya uchafu mwingi kwenye ndoa, au pia akakuingiza kwenye maumivu mengi, kwa sababu ya kule kukosa kwake maadili. Hakikisha kwamba huyo ana maadili. Lakini, sifa ya tatu, ya tatu hakikisha ya kwamba anaoleka au yuko tayari kuoa, yaani asiwe ni mtu ambaye mwenyewe yupo hana huo hana mpango; yupo yupo bado hana mpango hajaonyesha ile shauku ya kwamba yuko tayari kuwa baba, yuko tayari kuwa mama, yuko tayari kuwa mke, yuko tayari kuwa mume. Unaweza ukawa kwenye mahusiano na mtu lakini unapomwangalia bado maisha ya uchekibobu yamekuwa mengi kwake, bado hajawa na utulivu wa akili kana kwamba yuko tayari kuoa, hajawa na utulivu wa akili kana kwamba yuko tayari kuolewa, bado kuna staili fulani za maisha ambazo anazitamani na anazifikiri. Mtu wa namna hiyo anaweza akawa mzigo mkubwa sana kwako, na hapa wengi wamekuwa wanaumia, niseme tu ukweli, vijana wengi wamekuwa wanaumia hapa, na hasa mabinti. Unawekeza maisha kwa kijana ambaye unaona kabisa huyu hana mpango wala hana mwelekeo, lakini unawekeza muda wako mwingi pale, baadaye anakuja kukujeruhi, anakuacha, maisha yanakuwa katika hali ile ya maumivu na uchungu. Au kijana pia, unakazana na binti ambaye unapomtazama hakuna hata mwelekeo, mwisho wa siku unakuja tu kuyaumiza maisha yako, unapoingia kwenye ndoa na mtu ambaye hakuwa tayari kuweza kuchukua hatua hiyo. Lakini sifa ya nne kubwa sana. Huyu mtu awe mcha Mungu, awe ana hofu ya Mungu ndani yake na naomba niseme vizuri hapa, sijasema mlokole. Mtu anaweza akawa mlokole lakini asiwe mcha Mungu, anaweza akawa mlokole lakini asiwe na hofu ya Mungu, lakini akajitambulisha kama mlokole na akaingia katika kikundi cha walokole. Nacho maanisha huyu mtu awe na hofu ya Mungu, awe mcha Mungu, yaani unapotazama mipango yake na mwelekeo yake unaona kweli huyu mtu anamjua Mungu, lakini huyu mtu kweli ana hofu ya Mungu ndani yake, hata kama si mwombaji kiwango hicho kwamba anaweza kuomba kuliko ni Petiro. Hata kama sio mtu wa kukaa kanisani masaa yote, hata kama sio labda mwimbaji au vipi, sio kama mtu wa kanisani sawa, lakini unaona ndani yake ana ile hofu ya Mungu. Mtu wa namna hii ni faida kubwa sana kwenye mahusiano hayo ya kudumu, yani ndoa, kwa sababu kuna vitu atakuwa anavitunza na kuvijali, si kwa sababu yako wewe, lakini kwa sababu ya Mungu wake anayemwogopa na anayemhofia. Yusufu aliogopa kuvuruga eh, maisha yake na kuingia kwenye mahusiano na yule mke wa Potifa, si kwa sababu Potifa alikuwa hamuoni, alikuwa hamuoni, lakini kwa sababu alikuwa anamuogopa Mungu wake. Nifanye ubaya huu nimkose Mungu wangu? Nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu wangu? Unapokuwa na mtu mwenye hofu ya Mungu ndani yako, hata we unapokuwa mbali na yeye, ataendelea kuheshimu na kuitunza ndoa yake, si kwa sababu tu yuko kwenye ndoa, lakini kwa sababu ana hofu na Mungu wake anayemwamini na anayemtegemea. Hakikisha mambo ya manne yanakuwa ndani ya huyo kijana ambaye unamhitaji mitaji ama huyo binti ambaye unamhitaji. Pamoja na yale mengine yote sijui fedha, sijui BD, sijui chapa kazi, sijui awe awe mweupe, mweusi na vingine vingi utakavyokuwa na vitaji sawa, lakini haya manne ni ya msingi sana. Na kijana au binti mwenye hizi sifa nne, huyo ni mtu ambaye kwa siku chache tu atakuja kung'ara sana na maisha yake yatabadilika sana, hata kama leo pengine hana nuru ile ambayo tunaweza kuihitaji. Nakutakia kila la heri. Mungu ajalie ili ndoa ikapatikane iliyo nzuri, lakini si tu ndoa, kampate mtu sahihi na mkaweze kuyajenga maisha, na baadaye mkawe na familia yenye furaha na amani kwenu ninyi, lakini pia hata jamii iliyowazunguka ikaendelee kunufaika na ndoa yenu na familia hii imarika, tuimarike.